Dunia na matukio inatosha kuwa kalamu na daftari la kutufundisha namna gani ya kuishi. Hizi ndizo changamoto ambazo wanapitia wazee wetu, lakini wazee wetu wanao msemo, wanasema, ukiona mwenzako ananyolewa za kwako tia maji. Lakini leo hii wewe upicha sana akakamfuko kwanza anaendelea na ustaarabu wake anacheza nipengine hata kauanakupora haka... Karibu katika sehemu ya pili ya kuzijua changamoto wanazokutana nazo wazee wetu. Mimi niite Mr. Cam wa Cam TV Tanzania. Jamii ya wazee katika eneo ina letu mm -hmm. inachukuliwaje sasa hivi na hali inavyoendelea kulinganisha sasahivi wakati huu na wakati huo wa zamani. Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji, kwa kweli wazee sasahivi hapa wananyanyasika sana. Kwanza wazee walikuwa na msamaha ule wa hospitali mm. Sasahivi ule msamaha kama vile hakuna mm. E, kwa kweli wakienda huko hospitali wanadaiwa gharama mm. za hospitali mm. kwa kweli maisha ya wazee sasa hivi ni magumu kwa, kwa ujumla ni um, magumu asante sana, sana. Mm. labda kwa, pia kwa jamii ambayo imetuzunguka maisha ya kawaida wazee wanachukuliwaje wanapewa nafasi gani katika jamii yetu aidha kwenye uongozi kwenye nafasi mbalimbali mbali. uh, hii mtazamo wa jamii ukoje mtazamo wa jamii hauna tatizo wazee wanapewa kipaumbele sana kwenye mambo ya chama na nini mm. e, kwa kweli wako vizuri okay. mm. naam tuje kwa, kwa mzee wangu hapa mzee juma na, unaizungumziaje nafasi ya wazee katika eneo letu hili? Kwa kweli wazee wanapata shida sana. mm. Moja, vijana mm. wengi wamejikita kwenye ulevi mm. hata kama sio mwanao, basi anaweza akapita tu njiani hapa, matusi kemkem -kem, matusi asiyokuwa mm. na nini. Nafikiri hili linatokana na pia eh, hawaja pitia elimu ya dini mm. Dini zote hizi sasa unakuta anaweza kupita hata sasa hivi baada ya muda mfupi utaona anapita mm. Hatusi makubwa makubwa ambayo sasa inaku, mm. eh, inakupa nani mm. kero katika wakati wenu, wakati hule na wakati wa sasa ai yalikuwepo, ambapo mlishuhudia kama wazee sasa hivi mm, mna, mnapata hii picha zamani ilikuwaje na sasa hivi uh? Kwa kweli zamani mm. ilikuwa kidogo nafuu mm. sio kama sasa mm. kwa sababu elimu ilikuwa inatolewa zamani hasa kwenye dini mm. mashuleni mm. Eh, ilikuwa ni tofauti na sasa mm. Mm. Zamani unapomwona mzee anapita pale labda ana mkoba hivi, unakuta mtoto anakimbia haraka. Sasa ile inamjenga ule mtoto mpaka ukubwani kuwa na heshima kama hiyo mm. Lakini leo hii wewe upicha sana haka kamfuko mm. Kwanza anaendelea yeah. Na ustaarabu wake anacheza nini na pengine hata akakupora okay. Sawa. uh, natamani sasa tusikie yale ambayo pengine watu wanahitaji kuyasikia au kuyatambua na kuyaelewa. Kuna vitendo vya ukatili au vya unyanyasaji dhidi ya wazee katika eneo letu na vipo katika kiwango gani na mnavichukua uh, katika mtazamo gani kama wazee na vinawaathiri katika namna ipi? Uh, kwa kweli hivi uh, vitendo vya nani viko kwa asilimia karibu karibu 80, naweza nikasema asilimia themanini. Sasa inabidi sangire tunyamaze kimya tu, kwa sababu unaona kwamba hata serikali sangire, kijana anaweza kufanya kosa kama hilo, anakimbia kwa mtendaji kule, mtendaji naye anamwambia ah, hebu tafuta wazee. Unatafuta wazee kidogo, ametoroka basi, anakwenda anakimbia kwa muda labda wiki mbili mm. tatu. anakimbia mbali na maeneo ambayo yeah, wewe wazee wapo, anaenda mbali yeah. uh. He, alafu baada ya muda amerudi tena mm. Sasa inakuwa ni labda ni kero, unarudi tena kwa mtendaji mm. mtendaji ana, anaandika barua mwite, mm. haji. mm. Sasa inakuwa hamna, mm. nanii, ufuatiliaji haupo. mm. Ok, tutarudi kwa afisa. Nije kwa mama hapa. Kuna aina gani za vitendo vya ukatili hasa ambavyo vinawapata wa, vina sana wazee katika eneo letu? Vitendo vya ukatili kama wazee vile, kutukanwa, kupigwa. Hapa mtaani kwetu Uhuru ndo umekisiri sana mm, akuta mzee anajipitia hivyo, wanamnyang'anya blanketi wanamnyang'anya shuka na kumpiga juu. Sasa mzee maskini ana mahali pa kukimbilia, anabaki tu maskini ananyanyasika tu So, unaoneka nafsi yake kwa kweli. Hao watoto au au vijana, wazazi wao wapo hapo, wanaishi katika, wapo hapa katika mazingira haya na wachukui hatua yoyote hatua yoyote na wala ukisemesha mtoto wa mtu mzazi anakuja juu. Hmm. Okay. Hmm, katika nafasi kama hiyo, uh, i mean viongozi wanachukua hatua gani? Pengine labda mnawafikia mnawafata? Tunafata. Hmm, viongozi kama mtendaji hivi tunaweza tukamfuata mwenyekiti kitongoji kitongoji wa wanawaita hao vijana na hawafiki na wazazi wakiitwa nao wa hawaendi, basi mzee basi anabaki tu kusononeka nafsi yake kwa kweli. Kwa kweli wazee wananyanyasika sana. hmm. katika huduma za kijamii labda anapewa kipaumbele na nini? Ndio, katika huduma za jamii wanapata kipaumbele sana. hmm. okay. nilisikia mwanzo ulisema kuhusu mambo ya hospitali na nini eh. Sema mambo ya hospitali ndio inaleta shida. hmm. utakuta wana ile nani yao ya msamaha, wakienda na kwamba mama hivi hai haifanyi kazi, ni kweli. Hmm. Okay. Mi maana pia na mzee wangu ni mgonjwa yuko ndani. Hmm. Mara nyingi huwa tunatumia tu bima hii ya kawaida elfu thelathini tu Tuta, tutasikia mengi kutoka pia kwa afisa kwa sababu tuko naye hapa, pengine tutapata nafasi ya kumuuliza Hmm, na kujua mengi kuelekea katika siku hii ya kupinga vitendo vya ukatili vya wazee duniani, na kwa, ku, kwa, ku, kwa, ku, kwa kupata ABC kutoka kwa, kwa afisa tumesikia hapa wazee wanazungumza kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea katika jamii yetu. Na pengine sasa, wewe kama afisa uh, unaweza kulizungumziaje hili ambalo pengine wazee wanalipitia? Vijana wamekuwa wakifanya uh, vitendo ambavyo vinawauzi hawa wazee wetu. Na wewe kama afisa unaweza kulizungumziaje ili? Karibu sana.